Okifanya tana kwenye uwanja, sisi watoto wadogo, sisi tunakijua alichokifanya, alichokifanya pigia pila Tunaomba razi tunaomba razi sana, waliocheza jana wa, tusamee tulipo wakosea. Inabidi serikali tuangalie, sisi tuwe tunaanza sisi, uwanja huu tuanze kuutumia sisi, ndio wapate wao. <laughs> <laughs> <laughs> walichotufanyia walichotufanyia walichotufanyia sio kitu kizuri. Zinatia timu sawa, serikali tuangalie kwa jicho la pili, wamefanyaje? Wamefanyaje kwani walichokifanya jana kwenye uwanja? Sisi sio watoto wadogo, sisi tunakijua walichokifanya, tunakijua vizuri mno wewe. Hey, tunawaomba serikali. Hey. Serikali hey. Inapokuja hey, mashindano kama klabu bingwa hey, tuanze kucheza sisi kwanza, majanti ndio wafuate watu wengine hey.